<laughs> <laughs> <laughs> Kwa nini unaniuliza kama nakunywa kinywaji gani? Kuna nifungulia soda ndugu yangu. Ona kina <laughs> yeah. Kina nani kina Limo kule kina Mbando wamemfungulia bia. Uh, majina yangu matatu naitwa Evans Elisante Mremi, lakini pia majina yangu ya kisanaa naitwa Vance Crazy. Uh, mimi ni mwenyeji wa Kilimanjaro Moshi. Uh, kuna sehemu moja naitwa Mwika. Wanangu, Wamwika, wakubwa zangu, wadogo zangu, shimbo nsha nyu <laughs> kwa nini nimejiita Vance Crazy? Uh, kwa sababu namna ninavyofikisha ujumbe katika jamii yangu, kuchukua vile vitu ambavyo ni serious katika jamii na kuvifikisha kwa njia ya uchekeshaji na watu wakavielewa na kuvipenda, ndio maana nikaamua kujiita Crazy. So haimaanishi mimi ni chizi, hapana. Ah, kuhusu elimu, nimesoma bachelor degree of law, shahada ya sheria katika chuo kikuu cha ushirika Moshi pale Moku. yani, nimehitimu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Uh, idea yangu ya kichaga uh, imetokea. Um, unajua kwanza, huu ni mwezi wa kumi na mbili, actually wachaga wanakutana pamoja kusherekea sikukuu ya Christmas na mwaka mpya, lakini pia wanashare chakula, vinywaji, wanafurahi na kuburudika pamoja, lakini kutana kwao pia wanashare changamoto na mafanikio ambayo wameyapata mwaka mzima, lakini kutambuana kama ndugu, kujuana. Unajua bwana, kuna kuna watu wanakuja na familia mpya, so kujuana ni muhimu zaidi. Sasa niliamua kumtumia mjomba Shirima, kama mjomba ambaye yeye kwanza hana pesa, hana, anapenda anapenda anapenda bia, anapenda pombe. Lakini katika kupenda pombe, anakuja anapewa soda, kitu ambacho kinaonyesha kama amezaraulika yeye kama yeye, na kuanza kugomba akihitaji bia, lakini mwisho wa siku anakuja kukubali soda yenyewe, kwa sababu anaona atakosa wote kwa pamoja. Mjambashirima e, anakwambia kadogo na nini, lakini kadogo kadogo na nini <laughs> kama hivyo. So naona wazo langu limetokea huko, niwatakie heri ya Christmas na mwaka mpya, lakini niwakumbushe kwamba Christmas itapita, mwaka mpya utapita. Itakuja Januari, tutumie hela vizuri ndugu zangu. Januari kuna kulipa ada. Kwani unja niuliza kama na kunja kinywa gani? <laughs> yeah. Kuna unifungulie soda ndugu yangu. Kuna kina nani kina limo kule kina mbando umefungulia bia. <laughs> mimi nifungulia soda kweli. Kada kwa shida gani kadogola kini jamani. Kina nani kunywa soda bana? Hapana mimi sinywa soda bana <laughs> mimi baka bia bana. Hakuna. Ani nimeka ni ndio si na hela zikata hizi <laughs> na hela. Lakini <laughs> ndio nifungulia kwana. Bora usinge niuliza. Wewe, ndio ndio. Ini heshima kweli jamani. Asiji. Wewe, sisi wenyewe baki kidini. Eti mbwa mrenti limwangalia jamani, na na adabu jamani. Kwa nini mnakunywa bia jamani? Kwa umembali ya mbili, ile mbili, ile tatu, ile malizie hapo jamani. Mimi nimeka ndio ni paka soda moja. Sitaki soda, sitaki soda. Ni sinyanyuki bando, nimekwambia sinyanyuki. Fatuma. Sinyanyuki niueni. Niueni, sinyanyuki niueni, nipe pesa zangu hizo hizo nipate ningakunyoa.